Na mtazamaji mtazamaji wa Tumaini Television, basi nashukrani ni mzima afya kabisa. Basi karibisheni endapo pale kwa wingi, na hii si nyingine bali ni zahanati. Afya yako utajiri wako, chagua kuwa na afya na afya yako bora. Mimi niko hapa niko hapa kuhakikisha mambo yanakuwa mazuri kabisa, na eneo kubwa zaidi tutazungumzia kuhusiana na ukoma na TB, TB na ukoma, ukoma na TB. lakini I na, hospitali ya rufaa ya ya apa, na Hassan, atipuno, katika hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mwananyamala jijini Dar es Salaam. Niko na daktari hapa atakwenda kujitambulisha kwa majina yake. Habari za leo daktari? Nzuri, karibu sana katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa ya Mwananyamala, kwa majina naitwa Saudan Hassan, ni mratibu wa kitengo cha ukoma katika hospitali ya Uh, daktari tunapozungumzia ukoma uh, TB kwanza, TB na ukoma ni nini alafu vina uhusiano? TB ni kifua kikuu hmm, kwa kifupi tunaita TB, maana yake ni tuberculosis. Kifua kikuu ni ugonjwa unaoenezwa na bakteria aina ya mycobacterium like tuberculosis kwa kwa njia ya hewa kutoka kwa mgonjwa au kwa mtu ambaye ana maambukizi kwenda kwa mtu ambaye hana maambukizi. Vile vile ukoma nao ni ugonjwa ambao unaambukizwa kwa njia ya hewa kutoka kwa mtu ambaye ana maambukizi kwenda kwa mtu ambaye hana maambukizi, na pia inaelezwa na bakteria aina ya anaitwa Mycobacterium leprae. Yule anaitwa Mycobacterium tuberculosis na yule anaitwa Mycobacterium leprae. Kwa hiyo hata chanjo yake huwa ni moja. Ndio maana magonjwa haya yanaweza kuwepo pamoja na hata clinic tunatumia moja. Ukoma hmm, bado upo hatuwezi kusema kwamba upo kwa kiasi kikubwa, lakini upo na wagonjwa hao tunao. Kwa mfano katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Mwananyamala, tunao wanaendelea na klinik wagonjwa wasiopungua ishirini, na kilichopunguza ni zile dalili na watu wamepata ile elimu sana, kwao wameweza, kwa wa kupunguza huwa na zile dalili za kufikia hatua ya kuweza kukatika viungo mpaka kila mtu kujua kwamba huyu ana ukoma. kwa sababu ya kupata elimu mapema na kuweza kuwahi matibabu. Um, na zaidi zaidi tunatoa elimu ni kuambia watu zile dalili ambazo zinakuwa kwa mtu mwenye ukoma ambao unaweza kumtofautisha tofauti na ugonjwa mwingine, na kwa sababu ukoma ni ugonjwa ambao unaathiri zaidi mishipa ya fahamu, kwa hiyo na zaidi kwenye ngozi, mtu anaweza akaa muda mrefu amepita akiwa anatibu ugonjwa wa ngozi bila kujua kwamba ule ugonjwa anaopambana nao ni ukoma lakini tukisha toa elimu na watu wakaelewa kwamba ugonjwa wa ngozi nyingine na ukoma kuna tofauti, na kadhalika ya kutofautisha akawahi matibabu, inakuwa haiwezi kufikia watu wale ambao wanakutambuka katika mikono vidole. So kwamba mnakatika na vidole vimekatika chini? Hapana, ni kwa sababu ule ugonjwa unashambulia sana mishipa ya fahamu, kwa hiyo inakuwa inajivuta kuja ndani. Inapojivuta ndio kwa nje unakuwa kabisa kuone kile kiungo, mpaka kile kinapotea, anakuwa anaugua tu kupitia ile mishipa ya fahamu kidonda kinakuja, kidonda baadaye kinakuwa, kile kidonda kikitibiwa kinaacha alama na kwenda kukua naisha kidogo kidogo mpaka kuondoka, lakini katiki kama kukatika. Ukomani dalili za kwanza ni kuwa na mabaka, na mabaka ya mtu mwenye ukoma mara nyingi yanakuwa ni mabaka ambayo hayana hisia, yani hawezi kuhisi anapoguswa katika ile sehemu na mabaka yale yanaweza yakaongezeka ikawa mengi au machache, lakini unakuta ni baka ambalo lina ung'avu tofauti na baka la ugonjwa mwingine wa ngozi. Baka na maana ni chatu cha hilo baka ni kama ku, baka la muwasho kama kimpele, hata akijikuna baka itaendelea au inakuwaja. Na hiyo ndio tofauti ya ukoma na magonjwa mengine ya ngozi. Ukoma unapoanza anakuwa hawashwi wala hapati maumivu ile eneo lenye kuanza baka, inaanza tu ghafla, anajikuta tu ana baka fulani, alikuwa analiangalia kwa maana hapa kuna kitu, lakini katika kugusa au akitaka kupagusa ile aone panawasha au pana nini, anazana na kitu kama anawasha atakapokugusa, ile eneo lenye baka na sehemu nyingine inakuwa tofauti. Lakini ugonjwa mwingine wa ngozi, baka lazima litokee na either muwasho au maumivu makali, na mgonjwa wa ukoma anaweza akawa na baka alafu sio maumivu pale kwenye baka maumivi yakatokea sehemu nyingine, aidha kwenye kidole au sehemu ya mkono kwenye mishipa ya fahamu au kwenye macho yakawa nafifia, kwa sababu inaenda ina, ina, ina, wadudu wale wa wa koma wa, wanashambulia zaidi mishipa ya fahamu hasa mishipa ya fahamu ya macho, na ndoo maana unaona mtu wahukoma araningi mu wahukoma hata kope zinaondoka maana siku hizi kuna kope bandia nyingi, zimeondoka, basi anajiongeza ongeza, kumbe tayari kuna changamoto nyingine ilaujiongeyzimeondokab ni sasa za kujiongeza zimeondoka, kumbe ni na kama huna kope kuondoka, ngozi ilishaonyesha dalili za mwanzo ni hizo. apart from that ugziamekua aikaaunakopeailizawaz ndio wao wanasema kwanza ni kwenye ngozi, huwa na mabaka, huwa na ganzi kwenye mikono, miguu, huwa na uvimbe katika mishipa ya fahamu yenye maumivu makali sana, huwa na uoni hafifu, anaweza kaa anatizama asione mtu ambaye yuko mbali, ikiwa hajatia katika ule umri ambao tunasema kuna umri ambao unasababisha mtu kuwa na uoni hafifu au kuna dawa anaweza kutumia mtu na kuleta shida. Lakini kwa mgonjwa wa ukoma anakuwa tayari alishaanza shida kwenye ngozi, leni mpaka ikafikia hatua hiyo ya kuona kuwa na, na uoni hafifu. Kwa dalili zake kubwa ni hizo na tibi, mtu kwa upande wa TB na ukoma, Pantum, Ana, na ukoma ukoma ukoma na na imehusishwa sio kwa sababu mtu anaweza kuwa na vyote viwili, kwa sababu ya njia yake ya kuambukiza na aina yake ya mdudu anayeeneza pia wanashabiliana. Lakini dalili za kifua kikuu inakuja, kuna mtu anaweza kuwa na dalili akawa nakogoa pata homa tuka na, na jasho nyingi sana hasa nyakati za usiku na jasho hili tunavyozungumzia ni pale mtu anaweza kama amevaa fulana au naiti dress naiti dress, karoa kwa jasho, tofauti na mtu mwingine ambaye hana maambukizi. Lakini pia anaweza akawa amepungua sana uzito, mwingine anaweza akawa anakohoa makohozi yenye damu. Lakini pia tofauti ya ugonjwa wa ukoma na na kifua na, kikuu na, na, na, na, na, na, huyu wa kifua kikuu anaweza atapata dalili mapema sana endapo amekuwa na infected na mtu ambaye amekuwa infected, yani tuseme aliyekuwa na maambukizi na sana anayeambukiza yule ambaye hajatumia dawa. Kwa hiyo mtu mgonjwa huyu akipata maambukizi ya TB ni rahisi kuonesha dalili kuliko mgonjwa aliyepata maambukizi ya ukoma. Ukoma inakuwa na incubation period ya muda mrefu. So, incubation period ni muda wa mdudu kuingia au kuwa na infection mpaka kuonesha dalili unaweza ukaishi na mgonjwa wa ukoma miaka 40 iliyopita kuja kuonyesha dalili leo au hata miaka 50. Ndio maana wamehusisha sana ukoma na ugonjwa wa kurithi. Tofauti na kifua kikuu, unaweza kuonyesha dalili mapema sana ndani ya mwezi miezi miwili miezi mitatu ndani ya mwaka mmoja, na tegemea na kinga yake. kuna, ocho, Hapana, ukoma, kikuu, yote, no, inaeru, na nangienanuna kuna uwezekano wote wa kurithi. Hapana. Ugonjwa wa ukoma au kifua kikuu hakuna sehemu yoyote inayohusisha na kurithi hakuna kutokana na jinsi nilivyokueleza kwamba inaenezwa na bakteria ambao wanashabihiana na bakteria mikobacterium tuberculosis na huyo mikobacterium leprae leprae ni lepra kwa hiyo so, kutokana na ule kushabihiana hata chanjo wanaopewa mtoto akizaliwa ile chanjo ya bega, una ya BCG Huwa inakinga kifua kikuu pamoja na ukoma. Chanjo lazima tupate, na mbali na chanjo unaweza kukutana na mazingira hayo yanayopelekea mm -hmm. kupata maambukizi ya mbali kwa njia ya hewa e, mm, hasa pale unakutana na mgonjwa ambaye hajatumia dawa. Na vipi kuhusiana? Okay. Na watu wa umri gani? Unasema ndani ya miaka 40, lakini kwa umri gani bado, umri ambao unashambuliwa sana, wana changamoto kubwa, kwa umri gani? Mm, ukoma hauna umri maalum na hauna labda ya mtu maalum. Hapana, inategemea na ile sehemu ambayo ina maambukizi zaidi. Kwa mfano, kuna mikoa ambayo unapata ugonjwa wa ukoma ni wengi kuliko mikoa mingine. si dhani kama itakuwa rahisi vuzii vizuri kutaja, lakini kama vile mkoa wa Dodoma na mkoa wa Morogoro, mikoa mingi ya kusini inaongoza sana kuwa na ukoma, sio kwa sababu wana, wana rithi hapana hausiani kabisa na kureka ile ni wanapata mabodwa, kawu, wakika, marani, kwa sababu wamekuwa na wagonjwa ambao wakikaa mara nyingi hawajijui kama zonazo au ugonjwa unaosumbua ni ukoma mili au mwingine, ana imani yake tofauti na kwenda hospitali na kuanza matibabu mapema, kwa hiyo inafanya mwingine kuweza kupata maambukizi. Sasa pale anapokinga inaposhuka na inakuwa rahisi kuonyesha dalili na katika kila kila kitengo huwa kina tafiti zake ambazo zinafanya. mm -hmm. Na umeeleza kuna baadhi ya mikoa ambayo kidogo ndio bado changamoto ipo, lakini vipi kuhusu na maeneo ya vijijini, elimu imefika vizuri tofauti na mikoa ulisema kwamba ka na changamoto zao zilizokuwa? Kwa kweli elimu sasa hivi tunamshukuru Mungu imeenda sehemu nyingi sana kwa sababu kipindi cha kama unavyoona, kila mwaka tuna maadhimisho ya kifua kikuu na maadhimisho ya ukoma. Katika siku za maadhimisho waratibu, tukisema waratibu, Tanzania nzima tuna tunakutana au hata kwa kuwasiliana kupitia Zoom. Kwa hiyo tunajitahidi kutoa elimu kupitia radios, television, kupitia pia matamasha. Kwa hiyo watu wengi sasa hivi wameshakuwa na uelewa weza kuwahi hospitali na hata kuwaambia wengine wa madadili kama hiyo. Ndio maana hata maambukizi yale ya kufikia hatua ya kupatika viungo na kukosa viungo na unyanyapaa, ndio kazi kubwa tunayoifanya na ilifanyika sana katika maeneo mengi. Kama unakumbuka zamani, mtu alikuwa mgonjwa wa kikuu tu, akistika sehemu, mtu afiki wala afiki kabisa e, special, special. Special. Lakini sasa hivi vitu vimeondoka kwa sababu jamii imeshaelewa kwamba mgonjwa wa kikuu ama ukoma ni kama mgonjwa mwingine, na pia akishaanza matibabu ma uwezekano wa kuambukiza sio mkubwa kama alivyokuwa hajaanza matibabu ama haambukizi na pengine labda kuna visa ambavyo vimetokea na mmevishughulia kwa upande wa kwa familia. Tumevipata, tumevipata. Kuna baadhi ya wengine, unakuta mtu ni mpangaji, amepanga nyumba, akima akijulikana kwamba anauma kifua kikuu, mwenye nyumba anamfukuza kwenye nyumba. Hizo tumepata. Na kuna mwingine ni familia kabisa, mtu ananyanyapaliwa mpaka anaenda kuishi kwenye nyumba za ibada. Kwa hiyo tumepata na tukawapa elimu kama ni mwenye nyumba unashindwa kwa sababu ni nyumba yake na ameshaweka mpangaji, lakini kwa wale kwa familia tunaenda kwa kwa familia husika, tunaongea nao shapata elimu ya kutosha, wanataka waendelea kukaa na mgonjwa wao na endelea okay. Hii ni Zahanati, kipindi hewani, mtazamaji wa Tumaini Television kubwa zaidi. Leo tunazungumzia kuhusiana na, na ugonjwa wa ukoma na TB ama TB na ukoma. Pengine umeyasikia umeona mgonjwa namna hii, ni namna gani anatakiwa kupata matibabu? Ugonjwa huu upo bila unatibika. Endelea kubaki na sisi, tunapana mapumziko makubwa, tunarejea hilikude na kusiibaki na sisi mtazamaji wa Tumaini Televisheni, basi na shaka tumerejea tena katika ungu wetu ya pili na ya mwisho, kubwa zaidi. Tunazungumza katika inezi za Zahanati ni kuhusiana na ugonjwa wa TB na ukoma, na leo tuko katika hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mwananyamala, niko na Daktari Saudani Masawe Hassani. Na kubwa zaidi leo tunazungumzia kuhusiana na ugonjwa huu, Daktari Saudani tume fahamu dalili zake, lakini tunapokuja hapo mm -hmm. ni namna gani sasa tunakwenda kupata matibabu yake ya koje, na namna gani ya kuweza kujikinga ugonjwa wa ukoma? mm -hmm. mm -hmm. na matibabu aina mbili, na matibabu yake yanatokana na vipimo, ndio vipimo mm -hmm. vya ugonjwa huu. Tunapima kwa kutumia ngozi, okay. tunakuangua ngozi, inapima kwa kutumia microscope mm -hmm. tunaangalia kama kuna wale bakteria kwa hiyo kama mgonjwa ana dalili zote za ukoma lakini kwenye ngozi ikasoma hmm. ikadetect ni negative, tunatumia hmm. dawa zake zinaitwa ni dawa za muda mfupi, kwa maana ya dozi za miezi sita hmm. na kimbo zetu ni bure pamoja na dawa ni bure. Kama ngozi ana dalili zote na kipimo cha ngozi kikasoma smear either positive akiwa positive, na mabaka yanaongezeka yako mengi anatumia dawa aina ya MDT ambayo ni multibacilla ambayo ni multi drug. Hizo dawa atatumia miezi kumi na mbili kwa muda mwaka mmoja, lakini tutamfuatilia mwaka mmoja na nusu, ile ya mfuatiliaji kumwangalia dalili zake na dawa zote pia ni bure, na, nei, ni bure pamoja na viahospitali kwa hospitali zote hospitali zote za serikali ah, okay. Kwa hiyo mtu anaweza kupata matibabu popote alipo, hmm. anapojiona hizo dalili, aende hospitali yoyote ya serikali kwa ajili ya vipimo pamoja na matibabu. Ni bure kabisa, kama ni vipimo ni bure, matibabu ni bure, wewe tu muda wako wa kujipanga na kwenda kupata Achua. tiba anahusika na tunapokuja kwenye labda pengine kinga kena kenye kinga kwenye kinga kinga, kinga, kinga. Kuna kinga, kuna na kinga ya ukoma ni ile ambayo mtu anapewa anapozaliwa kinga ya BCG baada ya hapo hakuna kinga nyingine, tofauti na sisi kuwa na tahadhari tu kwa mgonjwa ambaye umeshagundua ana ukoma alafu hajatumia matibabu. Unaposhea naye hewa kwa karibu, ujue kwamba na wewe ni rahisi pia kupata. Kwa hiyo unapokuwa na infected person ambaye hajatumia dawa, ni vizuri kumshauri kwamba awai hospitali, kwamba kishaanza matibabu aweze na ukoma na hiyo ndiyo inayosaidia jamii sasa hivi kupunguza maambukizi na, na hata watu ugonjwa wa ukoma enzi hizo za manabii na Yesu na mitume wengine zilikuwa zikihusishwa na masuala ya kiima, ni kweli? Ni kwa sababu ugonjwa wa ukoma ni ugonjwa ambao hata Yesu ni wa kwanza wakwanza kuuti. Kwa hiyo hiyo imesababisha watu wengi kwamba hata kwanza kwa waganga au sehemu nyingine bila u uwai hospitali ila sisi tunawahimiza kwamba wawai hospitali, waanze matibabu mapema itawasaidia. Ila hatusemi kwamba mtu aache imani yake, hapana. Kwenye swala la imani ashikilie. hapa Tanzania tuna kuna kituo maalum kule Morogoro yeah. kwa nini ni, ni, ni, Ifakara Morogoro kuna kituo pale, nimepita pia nimeona. kuna uhusiano gani na nyie na kituo kile? Yeah, kweli ugonjwa wa ukoma kama ilivyokuwa kifua kikuu kama ugonjwa wa ukoma wao wakisha kuwa nao kwenye matibabu, kwa sababu wanakuwa kwenye jamii, ni wagonjwa ambao wanahitaji nao kuwa na kazi zao. Sasa mgonjwa mwingine anaweza akawa ameathiriwa sana na ukoma kiasi kwamba hata baadhi ya viungu vimeanza kuwa haviwezi kufanya kazi vizuri. Kuna kituo kinaitwa Nazareth kipo Ifakara Morogoro. Kule kuna wadau ambao wa wanasaidia wakishirikiana na serikali, wizara ya afya, kukaa na wale wagonjwa kuwawezesha kiuchumi, kuwawezesha kiafya, kuwawezesha pia katika kila nyanja ya jamii. Yaani kijiji kikubwa sana kwa ajili yao, kwao wanakuwa kule. Wakifika sasa wanabadilika, sio kama walivyokuwa kutegemea familia zao. Ile inasaidia sana, wagonjwa wengi wakishafika kule wanaweza kuimprove zaidi kuliko wanapokuwa huku mtaani. Ndiyo, na uangalizi unakuwa wa karibu sana. Kuna watu tulizungumzia kwa wale kwamba wananyanyapaliwa, ikatokea kwenye familia, kwenye jamii unaishi, labda unananyanyapaliwa, labda unataka sasa na wao utafute mahali ambapo ni sahihi kuweza kuishi, ukafurahia maisha kama watu wengine, pengine labda au ukitaka kujiunga na wao unafanya, wanakupokea ni wale wale nzuri, wako vizuri kwao, kila unapowashirikisha kwa chochote. Ndiyo maana nimesema wanasaidia wagonjwa wa kiuchumi, kimatibabu na... Kila kitu. O vile tutakapowaeleza sisi ndivyo watakapompokea mgonjwa wetu. Na vile vile katika upande wa kifua kikuu tuna kituo kinaitwa Kibomoto kiko Moshi, Kilimanjaro. Kule napo wagonjwa huku tukikaa nao wakitushinda, labda hana makazi, ndugu amemnyanyapa, alipo ametolewa basi tuwapeleka Kibomoto, kule anapata huduma zote kama ilivyo na sasa. Pengine sasa wakati kuna mtu anakutazama na yeye ni mmoja kati ya watu ambao wanapitia changamoto kama hiyo ya nhatua ya mwanzo yawe moja wakwenda kujiunga mm na hivyo vituo maalum tunamkaribisha. Katika kituo chetu kwa mfano akiwa ni yuko katika mazingira haya ya Dar es Salaam, kama ni Kinondoni, tuna tunamkaribisha Mwananyamara. Mimi ni mratibu wa kifuatikuu na ukoma, kwa hiyo kupitia mimi naweza nikawasiliana na wale watu wa Nazareth nikahusisha tukio lake en kaweza kusafirisha huwa nauli wanajitegemea ila wakifika kule mambo mengine yote yanaendelea na, na faya, kwa anaendelea bure. Afike hospitali yeyote ya serikali aidha ya wilaya au mkoa, aulizie mratibu wa kifua kikuu na ukoma. Akifika hapo atapata msaada. Yeye atawasiliana na mratibu wa Morogoro, ndio mgonjwa anaweza kupatiwa matibabu kizuri ambacho tayari kwa Tanzania nzima kuna katimu fulani kazuri. Ni kweli serikali imejipanga, ni moja kati ya ya vitengo ambavyo nimekuhudhuria nikaona kama kuna ka uratibu fulani kazuri kanakupa, kuna ile unatafuta tiba eh, alafu kuna ile amani ya moyo unayopata. Unajua unapougua ugonjwa wa muda mrefu, wagonjwa wetu wanatumia dawa za muda mrefu. Kuna wagonjwa ambao wanahitaji kwanza psychological wawe fit. Kwa hiyo anakuja ameshachanganyikiwa, ameshapita sehemu nyingi, ameshaangaika sana. Ukifika hapa tena ukampokea na lugha ambayo sio nzuri, unaweza ukamuumiza au kumfanya akaache matibabu kabisa. Kwa hiyo tunajitahidi kuweka mazingira ambayo anakuwa comfortable. Na tunaomba kwamba wagonjwa wasiendelee kuogopa au kuona mtu anamnyanyapaa akakaa tu mazingira yao akacha ya afiki atuambie. Tunapokea malalamiko. Kuna hatari gani pengine kwa mtu ambaye alianza dozi na akaiacha? Kwanza anapoanza dawa kwanza tunampa elimu kwamba ni umuhimu wa zile dawa. Baada ya kumweleza umuhimu wa dawa, pia tunamwambia madhara ya kuacha dawa. Madhara makubwa hasa ya kuacha dawa anapopata mtu ni pale anapotumia dawa akakatisha, kwa hiyo inatengeneza kuwa na usugu ile dawa inatengeneza usugu mwilini, kwamba hata akija kuitumia tena kwa na usugu ambao po unatibika. Ugonjwa wa ukoma unatibika. Ila sio kama sio kupona kabisa kama ilivyokuwa kifua kikuu sababu mtu kama alikuwa ameathirika sana, basi hata atakapomaliza dozi yake anaweza akabaki na ile reaction. Kwa hiyo tunakuwa tunamtibu yule mgonjwa wa reaction. Ndio maana nikasema kwamba hawa wagonjwa hata baada ya matibabu tunaendelea kuwa nao katika kuwafuatilia, na baada ya kuona maendeleo yanakuwa sio mazuri, tuna consult watu wa Nazareth wanaenda kule kule wanaenda kupata zaidi. Na tukiangalia sasa kwa ukubwa wa tatizo hili la TB, tukianza kwa TB ya kwa ukoma pengine wewe unatendi watu mara kwa mara hapa uwimbi nalionalikoji kuna matumaini, tunapungua watu wanaelewa, elimu inafika, ama kuna kuna maalifa atuguze mkazo kwa serikali na wadau. Tunashukuru kwa kweli, elimu inafika, watu wanajitokeza kwa wingi, tofauti na huko tulipotoka. Kwa hiyo kwa upande wa TB, bado TB ipo, ila ukoma tunashukuru kwamba unaenda ukipungua, ila wagonjwa hapo pia ila data zimepungua. Mm -hmm. Sio so kama kwa TB. Mm -hmm. Okay. Kwa TB bado kuna changamoto. Bado kuna. Pengine ni kwa nini kwa TB kuna changamoto za siku? Eh, yeah, unajua kwa mkoa wetu Dar es Salaam bado msongamano ni mkubwa. Okay. Usafiri wetu na mm -hmm. Eneo tunaoishi. Kwa hiyo kwa swala hilo, na tunasema Bakrali ni moja wapo ya maeneo ambayo ni hatari kwa kusababisha kifua kikuu. Ndiyo. Oh, maana inakuwa ngumu. Tunaweza kuzungumza kitu kingine sana mazingira um, yetu ya Dar es Salaam usafiri, hivyo mimi nilipoka msongamano uh, mkubwa. Kwa hivyo kuna uwezekano mkubwa kana mwingilio huu ndio huu, tunaweza sasa kuweza kujikinga tukawasalama. Unajua uh, hata kipindi ambacho kama tunakumbuka mwaka 2019 tulikuwa tuna kesi eh, tulikuwa tuna kesi chache sana za TB. Nimesema kesi ni semeni, tulikuwa na notification. Yaani wagonjwa wale walikuwa wachache. Sio kama miaka mingine. Unajua kwa nini? 2019 kuwa kuna tishio la ugonjwa wa Covid 19. Kwa hiyo toka mwaka 2019 na mwaka 2020 wagonjwa wa kifua kikuu walipungua, kwa sababu watu walikuwa na tahadhari ya kuwa wamevaa barakoa. Kwa hiyo endapo kila mtu angekuwa na elimu hii ya kuwa mjua kwamba kwenye mkusanyiko avae barakoa, basi hmm, kifua kikuu kingeweza kutokomeza kabisa. Kuna watu wakati huo wanapotazama Pengine ungependa kuiambia ni jamii ambayo kuna mtu yuko nyumbani anekwa hawajui cha kufanya wafuate ili kuweza kusaidia fusani. Kwa ugonjwa wa ukoma, bado ugonjwa unaonekana kwamba hauonekane kwa haraka, unaweza kukawa na dalili, utaendelea kuishi na maisha yako bila kujua kuna changamoto gani, kwa sababu wale katika vidole saa hivi hatuwaoni tena. Ni kweli. Mgonjwa wa ukoma kama nilivyosema, kwa dalili ya kustua ya kwanza ni kuwa na mabaka na mabaka yenyewe yanakuwa ni mabaka yenye ung'avu, sio kama mabaka yale ya... nikizungumzia mabaka ni kama yale mabaka fulani ambayo ya fangasi wanaita kishilingi kwenye mtaani. Sasa hii ile kishilingi cha kwenye ukoma kinakuwa kina ung'avu, ung'avu fulani ambao ukimtizama hauwashi wala hauume. Kwa hiyo akigusa pale panakuwa na ganzi pia. Mmoja huwa anaweza kuwa na ganzi kwenye vidole vya mikono na miguu, au akawa na uhoni hafifu, na ngozi pia kuwa na kama vipele ambavyo vinakuwa vipele fulani ambavyo haviponi kwa haraka. Kwa hiyo mgonjwa wa design hiyo kama yupo na hajaanza matibabu, tunawakaribisha hospitali yeyote ya serikali iliyopo karibu naye, atapima ngozi, tuangalie kama ni mkoma, ataanza matibabu na kama sio, ataenda kwenye mgonjwa mwingine. Vipi, ni moja kati ya changamoto ambayo umeweza kukabiliana nayo na umesema sasa, kweli changamoto kuwa ni wagonjwa kukatisha matibabu na changamoto ya wagonjwa wanakuta anakatisha matibabu katika muda ambao wewe unahisi anatakiwa kupata huduma, lakini unashangaa yule mgonjwa. Kwa hiyo kwa kushirikiana na na taasisi chini ya wizara ya afya, tumeweza kuwa na mkakati ambao huwafuatilia wagonjwa majumbani, kwanza kwa kuwapigia kwa simu, na kuna mfumo ambao unachukua namba ya simu ya mgonjwa wakati anaanza matibabu, pamoja na ndugu wa karibu. Kwa hiyo unapopiga ile simu yake ikawa haipatikani, apigia ndugu ya kekai, karibu, pia tuna na watu wa tunaita ni CHW, ambao tunafanya na wale, sio madaktari sio manesi, ni watu kutoka katika jamii ambao wamekuwa interest na hivi vitengo na wakajifunza wakajua kwao wanaweza kuongea na wale watu wao kwenye jamii. Kwa mfano unakuta wajidunga, wajidunga ni watu ambao wanadunga zao tofauti na sisi. Oh, kuna watu ambao wa kutokana na wale, wale wajidunga wamejifunza kifua kikuu na ukoma. Wakija wakiwa na wenzao kule wanawaambia kwamba hii ni shida, ni tatizo kwamba twende sasa hospitali ukapima. Au tukitaka kuingia katika yale maskani, atuendi sisi kama sisi, wanakuja mtu ambaye yeye yeah, ana elimu ya kifua kikuu kutoka katika ile jamii yao ya maskani ndio naeza kuingia nao maskani kwenda kuwafanyia kama tunafanya kind of screening ya kifua kikuu au ukoma kwa hiyo kupitia hiyo, tumeweza kupunguza kuhu, kuhu, sana utoro wa dawa kabisa. M hmm. Kipindi chetu, rai yako ni paka jamii inkutazama wakati huu, ili kuweza kusaidia jamii, kwani magonjwa yote haya mawili iliyoazungumzia ukoma na kifua kikuu ni bure matibabu pamoja na vipimo. Kwa hiyo tunakaribisha watu kuja kupima aidha Mwananyamala, hospitali yoyote ya oja, serikali ambayo unaona iko karibu na wewe ka uelezee dalili zako kisha tutawahudumia ma... vizuri. Okay. Nikushukuru sana Dr. Saudani kwa wakati wako asante sana. Okay mtazamaji wa tuma television kipindi hewani ilikuwa ni li zahanati afya yako mtaji wako na tumetoka kuzungumza mengi mwenye masikio amesikia mwenye macho anaendelea kutazama na kuchukua tahadhari na hatua ukoma na tv autv na ukoma vyote ni ugonjwa vinavyoshabiana katika maambukizi lakini vyote vinatibika tutachukua hatua mapema pale kuona dalili leo katika hospitali ya rufaa ya mkoa ya mwana laa kazi moto a iliko hapa kuhakikisha elimu inakufikia kufikia hapo ulipo na unachukua tahadhari, ili uweze kuwa imara, lakini hapa haukubaliki, una ukataa na tuna kupinga ilivyovikana. Asante na utazamaji mwema vipindi vinavyoendelea hapa Tumaini Television, hadi wakati mwingine naoza.